Acha ilebari sabini yani e, wanasema ali maarufu Lowasa, mwenyekiti wa movement hii ya Samia Rizi Malkia wa Amani na Malkia Online TV, mbele yetu tunaona bango lenye ujumbe Nyerere Day. Kama unavyojua, leo tarehe kumi na nne siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa, na sisi Samia Rizi mtoka asubuhi saa mbili tuko hapa katika viunga vya posta makumbusho. Tumepokelewa vizuri na waongoza makumbusho hapa lakini pia e, tuko na picha ya heshima ya kutambua mchango e, wa Mama Maria Nyerere. Ujumbe unasema Mama Maria Nyerere, Samiarizi Malkia wa Amani na Malkia Online TV tunatambua mchango wako katika ujenzi wa taifa letu la Tanzania. E, kama tunavyojua kwamba baba wa taifa alivyokuwa ai akiwa kwenye harakati za kupigania uhuru, kama mlivyoona mi muli kwenye makumbusho alikuwa na mama, mama, mama Maria Nyerere. Wewe, akitoka anaacha mama Maria anapika si ndio? Akija anampakulia chakula, anamwandalia maji, kama mnavyojua shughuli nzima ambazo wanaziandaa familia kina mama au familia. Tumeona Samia lazima tumpatie picha yetu hii ya, ya pongeze ya, ya e, tulikuwa tumemwandaa chief Nyerere ambaye pia ni mkurugenzi wa Josephat, Joseph muunda Nyerere foundation kutokana na zoezi walilonalo Butiama la kupanda miti, hajafika lakini mbele yetu hapa tunao viongozi, tunao uongozi wa tunao makamu mwenyekiti mama Maria Mkambi unyosha mkono e, tunao mratibu wa masuala ya ujasiriamali ya ya mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam, mratibu wa wilaya ya Temeke e, mwenyekiti wetu wa mkoa wa Pwani e, makamu mwenyekiti Temeke, mwenyekiti wetu wa Ubungo kiongozi e, wetu mwenyekiti wa Ilala katibu wa Temeke makamo katibu. Sisi tumewakilisha Samialism nchi nzima, lakini pia sio nchi nzima, tumeshakwenda sasa hivi South Africa e, Congo, Nigeria, China, Marekani huko, tumewakilisha kwa tukio la leo.